Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruksa yako, naomba sasa kutoa maelezo mafupi ya kitaalamu kuhusiana na ujenzi wa daraja hili la Uzi Ng'ambwa lenye urefu wa kilomita 2.2 na barabara zake zenye kilomita 6.5 ambazo ujenzi wake unaendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, daraja la Uzi pamoja na barabara zake ni miongoni mwa barabara zinazojengwa kupitia mradi wa barabara zenye urefu wa kilomita 277.7 ambao mkataba wake ulisainiwa tarehe 17 Juni 2023 kati ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi na mkandarasi wa kampuni ya CCECC kwa gharama za dola za Kimarekani laki tatu na elfu nane mia sita thelathini na nne mia saba sabini na saba point saba tatu. mwisho wa mradi rasmi mradi huu unasimamiwa na kampuni ya Dar Al-Handasah na fedha za mradi huu zinalipwa na serikali ya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi ujenzi wa daraja pamoja na barabara ulianza rasmi tarehe 11 Januari 2025 na umepangiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi wa Machi 2026. gharama za ujenzi wa daraja pamoja na barabara hadi ukamilika kwake zinatarajiwa kufikia dola za Kimarekani milioni 14,494,489.03 sawa na wastani wa bilioni 36 za Kitanzania Daraja la Uzing'ambwa lina urefu wa kilomita 2.2 na upana wa mita 12.8 na wastani wa urefu wa mita 4 kutoka usawa wa bahari. Daraja limesanishiwa kubeba magari yasiyozidi uzito wa tani sitini, na daraja hili litakuwa na njia mbili za kuruhusu magari kupishana kwenda na, na, na kurudi kwa wakati mmoja. Aidha, daraja litawekwa taa barabarani pamoja na vitu vingine vya kuongezea abiria. Mwishowe rasmi, daraja limejengwa kwa kuwekwa madaraja 98 culverts ili kuruhusu maji ya bahari kupita pale yanapojaa na kutoka. Kwa upande wa barabara, inajengwa kwa kiwango cha lami na ina upana wa mita 9.5. Mwishowe rasmi, barabara hii itakuwa na mitaro ya kuondoa maji ya mvua kila upande na madaraja madogo kwa ajili ya kuruhusu eh, kupitisha huduma za maji umeme na huduma za mawasiliano pale zitakapohitajika. Mheshimiwa Mgeni rasmi, ujenzi wa barabara pia utazingatia uwekaji wa njia za watembea miguu na taa za barabarani kama vile ambavyo utakuwa kwenye daraja michoro, yani road marking, pamoja na alama za barabarani na vile vile tutaweka matuta baadhi ya maeneo kwa ajili ya ya kupunguza kasi ya mwendo wa vyombo vya moto. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa shukrani zetu zati kwa Serikali ya piu Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha kwa kulipa fedha kwa wakati katika mradi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, napenda tena kutoa shukrani zote kwako wewe binafsi kwa kukubali kwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya uwekaji wa jiwe la msingi wa daraja hili pamoja na barabara, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha miaka sitini na mbili ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar yenye kauli mbiu, amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu, mapinduzi daima. Aidha, tunapenda kuwapongeza wote tulioshirikiana nao wakati wa ujenzi, wakiwemo mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, masheha, madiwani na wananchi wote kwa ujumla, hususa wale ambao wamepitiwa na mradi huu karibu na maeneo yao. Vilevile, napenda kutoa shukrani zetu dhati kwa wakandarasi wetu wa CCECC pamoja na kampuni yetu ya usimamizi ya Darhandas kwa kuweza kusimamia vyema miradi hii kufanywa kwa kiwango ambacho kinahitajika. Mwisho kabisa, na washukuru wafanyakazi wa wizara kwa mashirikiano yao mazuri yanayoendelea kuyatoa katika kuhakikisha ujenzi wa daraja hili na miradi mingine ya miundombinu wanaisimamia vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi.